Tunayaona ambayo yameshafanywa na hajaishia hapa. Kuna mikopo ya asilimia kumi inayotokana na mapato ya halmashauri ambayo mikopo ile ni bure. Kuna vijana ambao wako hapa, naamini wamenufaika, si kweli? Na, na Daktari Samia Suluhu Hassan ametenga shilingi bilioni mia mbili kwa ajili ya mikopo hiyo. Naamini mimi nitakuwa kipaumbele nitakuja na nitahakikisha, sababu mimi mwenyewe ni kijana mwenzenu, sijazeeka bado. Najua vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Kiukweli nasema, ni ukweli. Hii sio siasa, anasema ni ukweli. Nitahakikisha hilo nalisimamia. Arusha mpya inaenda kupatikana, na imesha fanyeje? Imesha patikana. Lakini pia niwaombe, kwa haya ambayo yamefanywa, twende tukoe mabalozi ya kuwahimiza watu watoke kwenda kupiga kura ukisha tiki yule abiria, ukimbeba muulize umetiki. Kama hajatiki, mhamasishe mpeleke naye akafanyaje, akatiki. Moja, niwaambie, unajua huwezi kusema sijapata mkopo, sijafanya nini wakati hujafanyaje, hujapiga kura. Ukipiga kura, unakuwa na nguvu ya kusimama na kusema hiki na hiki. Serikali ya Chama cha Mapinduzi kijafanyaje, hakijafanya Daktari Samia Suluhu amefanya mengi, sisi ni mashahidi. Arusha yetu pia sasa hivi imebadilika, bodaboda, bajaji mnapata riziki, uongo kweli? Wageni wanakuja, wageni ni wengi, mikutano ni mingi inayofanyika wapi? Katika mkoa wetu wa Arusha. Lakini kwa kusema hayo, mimi ni washukuru, sina mengi no? Nimekuja kuwapa salamu na kuwaomba na kuwahimiza, tuhakikisha tunatoka kwenda kupiga kura, tusiache mtu nyumbani. Mama atoke mapema akapige ka, kura arudi nyumbani na wewe baba, ufanyeje? Utoke uende akapige kura. Ke, ni washukuru kwa kunisikiliza, na mimi maombi yangu na mimi nimepokea ya kwenu, na waahidi naenda kuwafanyia kazi. Na pia kuna changamoto zimezungumzwa, lakini pia serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ya Chama cha Mapinduzi ni serikali sikivu ndio maana hata nyinyi mmekiri kuna ambayo wamefanyaje, yamefanyika. Kwa hiyo naamini hata haya yataenda kutatuliwa. Niwaahidi hayo, niwashukuru sana, niwaombe tuendelee kudumisha amani yetu, tuendelee kudumisha umoja tuliokuwa nao. Vijana ni nguvu kazi ya taifa inategemewa, tuendelee kuhubiri amani. Asanteni sana. Tarehe ishirini na tisa tujitokeze kwenda kupiga kura, tujitokeze kupiga kura za Daktari Samia Suluhu Hassani po Christian Makonda na madiwani. Asanteni sana e, tunaiomba serikali yetu kwa kipindi hiki, sisi tunamsupport sapoti mama kura, tunaomba wathamini watu wa bajaji, kwa sababu wanatoa misaada mingi sana. Sisi sekta bajaji inasaidia watu wengi kutoka ndani mtaani tunakokaa, lakini dada, naomba niwakilishe makundi maalum, tuna makundi maalum hapa, tunaomba watupe mazingira mazuri na bajaji na bodaboda kwa ujumla, tupewe tu utaratibu na bora kuhakikisha wa, wa, wa mazingira mazuri ya kufanyia kazi ndani ya jijiii. Tunaomba hii keki iliyoko Arusha tushirikiane. Asante mheshimiwa, tunaomba katuombee hilo. Mwenyekiti wa umoja wa bodaboda kata ya Ngarenaro, na lengo lililotuleta hapa ni wito wa Chama cha Mapinduzi, na sisi kwa sababu ni watiifu na ni wasikivu na tunaunga mkono kazi za serikali tumeitikia wito kwa wingi, tuko hapa, tumejaza ukumbi. Lakini mheshimiwa, sisi viongozi wa bodaboda tulichaguliwa sio tu kwa sababu tuwepo, tulichaguliwa ili tuwasaidie watu wetu. Na sisi tunawatii ninyi sio kwa sababu tuonekane tumekuja, tunawatii kwa sababu tunataka watu wetu pia wanufaike kupitia nyinyi. sasa mimi siwezi kukulaumu dadamu, kwanza nikupongeze, umepata nafasi wewe, bado ni kijana, na imani umoja wetu utakutumia na tutafaidi kupitia wewe, siku ukiapishwa, ukikumbuka hiki kikao kwamba uliwaita maafisa usafirishaji wakaja, ukumbi wa polisi mesi wakaujaza, wewe ukazungumza nao, wakakusikiliza kwa upendo na sisi tuhudumie kwa upendo.